Bwana Mungu wangu, ninakuja mbele zako nikiwa na moyo mnyenyekevu na uliovunjika. Nakiri kwamba nimetenda dhambi mbele zako kwa mawazo, maneno na matendo yangu. Nimekwenda njia zangu mwenyewe na kuacha mapenzi yako matakatifu. Tafadhali nisamehe, Bwana, kwa makosa yangu yote na unioshe kwa neema yako kuu. Nipe moyo mpya unaotamani kukutii na kukufuata siku zote. Bwana Yesu Kristo, nakushukuru kwa msalaba wako na damu yako iliyomwagika kwa ajili yangu. Wewe ulitoa uhai wako ili mimi nipate msamaha na maisha mapya. Nakubali upendo wako na rehema zako. Nijaze kwa Roho wako Mtakatifu, unibadilishe kutoka ndani, na unifundishe kuishi katika kweli na utakatifu wako. Baba wa Mbinguni, nifundishe kutembea katika nuru ya Neno lako kila siku. Nisaidie kuacha njia za giza na kufuata njia ya haki na amani. Nipe nguvu ya kusamehe wale waliokosea kwangu na kutengeneza yale niliyovunja. Ewe Bwana, maisha yangu yawe ushuhuda wa neema yako na nguvu yako inayobadilisha mioyo. Nakushukuru, Bwana, kwa sababu upendo wako ni mkuu kuliko dhambi zangu zote. Nakabidhi kwako maisha yangu yote, ya jana, ya leo na yajayo, nikiamini kwamba utanifanya mpya kwa nguvu ya Roho wako. Jina lako litukuzwe milele katika maisha yangu. Katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi na Mkombozi wangu, ninaomba. Amina.